Sa, unafika tu tayari mamuziki pupupupupu pupu, unaanza kudenza, utapata hata mchumba saa ngapi nilikupenda sana we mshenzi. Lady Jaydee anatimiza miaka 25 kwenye gemu ya muziki, na hii haiendi hivi hivi, ameamua kufanya concert ambayo amebariki jina la Silver Concert. Pamoja na tamasha hilo atazindua kitabu chake cha Diary ya Lady JD. Sasa, wakati akitoa taarifa kwa mashabiki zake, ameizungumzia namna ambavyo konset hiyo itakavyokuwa, lakini kikubwa zaidi utafurahi namna ambavyo Lady JD ameweka utundu kwenye kuzungumza, ili watu waweze kumwelewa vizuri inamaanisha nini hasa unapokwenda kwenye konset zake. Ni classic zina watu wa maana kabisa, lakini zina vibe kubwa sana. Kinachofurahisha zaidi, Led JD anajaribu kuambia mashabiki zake kwamba ukihitaji kupata mchumba ambaye anaeleweka wa maana kabisa, ni vizuri ukawahi kabla watu hawajajichanganya. Hiyo ni code ambayo ameitoa, namna ambavyo unaweza ukapata mchumba wa maana kwenye tamasha lake hilo la Silver. Kiukweli amezungumza vitu vingi, na kingine ni jinsi ambavyo ameamua kutwist maneno Wakati akiimba wimbo alioshirikishwa na Matonya, Anita na kuwekea kipande hicho cha video ambacho Lady JD anazungumza kwa ajili ya kuwakaribisha mashabiki zake. Niwekee maoni yako hapo chini, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliwe mtu wa kwanza kabisa kupata stori zetu. Naitwa Ibrahims. Kwanza kabisa na uzinduzi wa kitabu cha Diary ya Lady JD mtakaobahatika kufika mtanisaidia kufikisha ujumbe kwa watu wengine, lakini uzuri ni kwamba kitabu kitakuwa kila sehemu. Kwa hivyo kila mmoja atapata nafasi ya kukinunua na kusoma hadithi zilizosimuliwa kwenye kurasa za Diary ya LJD. Lakini kitu kingine muhimu tena sana ni concert kubwa ambayo wanasherekea Silver Jubilee, yani miaka 25 kwa hiyo natoa wito kwa watu wote walioko jijini Dar es Salaam, tukutane the Superdome. Tuhapenishe tufanye vitu, tuongee, tutengeneze connection, tupendane, tutengeneze kumbukumbu kumbu, tupige picha nzuri na tusisahau kupendeza. dress code ni silver and black. Kwa hiyo wanawake, ningependa mvae silver, wanaume mvae black na hata mwanaume ukitaka kuvaa silver, karibu. Dress code ni silver na black, na tutaanza kila kitu on time. Kwa hiyo ningeomba sana, ningeomba sana, vitu vingi vinachelewa kutokana na watu mnavyochelewa kufika, kwa hiyo inabidi tuwasubiri. Na kila unavosema kwamba ah, wacha watu wengine waende, mimi nitaenda baadaye, kila mtu akifanya hivyo, ina maana kila mtu atachelewa. Kwa hiyo naomba tujitahidi, tuwe na huo ustaarabu wa kusema Event yetu inaanza saa moja kamili jioni, basi mfike pale, wenye kula dina watakula dina, muongee kidogo. Sasa unafika tu tayari ma muziki pupu pupu pupu, unaanza ku dance, utapata hata mchumba. Saa ngapi? Fika zile time ambazo nyakati slow music inapigwa, bado watu hawajachangamka hata jiko, jicho lako ukilitupa hivi, unakuwa bado hujachoka, sio jicho la kuchoka, unakuwa ukiona, unaona kitu ambacho ni quality Asa, unafika kila mtu yuko kwenye vibe tayari, yuko dunia yake, saa ngapi ndugu yangu? Utapata alafu urudi tena nyumbani, nalalamika niko singo, niko singo. Jamani, mje. Show za za, za Jide huwa ni mambo ya hivi watu amana ko sawa. Kama utataka kuja kwenye oya oya, mida ya majeruhi utambulia oya oya lakini ukitaka nafasi za maana za msingi, wakati bado unang'aa, makeup haijashuka, hivi mafuta yakajaa usoni, umejaa jasho mpaka mtu akaona huu tena, naye ni wawapi? Fika vizuri pale, kutana na watu, ongea mambo ya msingi, badilishana namba, pata biashara mpya, pata marafiki wapya, pata mpenzi mpya ikibidi. Sio lazima hiyo ni, ni, ni by the way, lakini unaweza ukapata watu ndo huo wanakutana, kwa sababu nafikiri hatakufuata ndani. Ni lazima utoke uende sehemu ambazo unaweza kukutana na hawa watu. Kwa hivyo karibu sana kwenye miaka ishirini na tano ya Lady JD tarehe kumi na tatu mwezi Juni the Superdome. Siku zote uko safarini kuniacha mimi upwekeni Mi nilikupenda sana we mshenzi. Je, kweli wataka kunienzi au nataka kunitia mimi mashakani?